Kariako, eh, kutangaziwa ama kupangiwa tarehe ambayo itakuwa ni Juni 25. Eh, kumekuwa na maswali mengi, baadhi ya wadau Kiemba na eh, Malusu eh, wakiwa wanajiuliza kwamba inawezekana eh, dabi kuwa ni mechi ya mwisho eh, ambayo inakwenda kumaliza msimu ama kuufunga msimu wa ligi kuu ya kandanda ya Tanzania Bara eh, inawezekana ukawa ukaathiri vikosi vyote ama vikosi ambao vinakwenda kuucheza mchezo huu, nazungumzia kwa upande wa Simba na Yanga kwa sababu wana mechi uh, mbili hapa kabla ya mchezo huo wenyewe ambao utapigwa Juni 25. Eh, uh, maoni baadhi ya wadau imekuwa ni hivyo, lakini uh, nyota wa zamani wa Simba huyu ni Dua Saidi, unamkumbuka Kiemba. Uh, Dua Saidi yeye bwana, ana mtazamo wake. Ni upi huu? Amezungumza na mwanamichezo uh, Spiderman Jacob Kapaya na huu ndio mtazamo wake. Hii michezo kwa asili ya wachezaji ni saikolojia, kwa sababu mchezaji ni kama mwanajeshi. Uchagui aina ya vita utakayoambia unaenda kupigana. Kwa hiyo akili yako time yote inatakiwa ile attention kwa ajili ya kuambia bwana, leo kuna vita, wewe ndio kapigane. Kwa hiyo ni michezo ambayo iko katika ratiba, ni sawa sawa tu. Ile game ya Yanga imesogezwa mbele, lakini michezo ipo, hata kama mechi ya uh, Simba na Yanga ingechezwa tarehe kumi na tano bado hizo gemu zingechezwa tena. Inawezekana ikawa ni faida kwao, kwa sababu mazoezi walio treni ya kucheza na Yanga yatawasaidia kwa kupata ushindi kwa urahisi, kwa sababu watakuwa wamefanya mazoezi ya kushindana na timu ngumu. Kwa hiyo wanaenda kucheza na timu ambayo tofauti na yale mazoezi waliyofanya, inawezekana wakapata ushindi wa mapema kutokana na aina ya mazoezi ambayo yamefanya. Ukitazama michezo miwili ambayo Simba na Yanga wamebakisha, kuna timu yoyote ambayo unaona inaweza ikadondosha alama kabla ya wao kukutana? Ah, unajua siku zote timu ya Simba na timu ya Yanga hakuna mechi rahisi kwao. Wale wachezaji unaona wa prison wale wanataka kucheza ili mtu aje kuchezea Simba au Yanga. Kwa maana hiyo mechi ya Simba na Yanga tokea mwanzo wa ligi mpaka wanamaliza ni mechi ngumu hakuna mechi ambayo ni rahisi na ndiyo maana unapokutana na timu kama zile unatakiwa ujaadhibu, ili timu nyingine wajue. Bane timu kama ya Yanga, sayo, raisi, ukuka, ipata, ya Yanga sio rahisi kwenda huku ukapata ushindi au ukapata dro, utegemee kufungwa. Ndiyo maana mm, nikakwambia hakuna urahisi wa hivyo, ni mechi ambazo ngumu, na wao pia wamekuja kushindana, lakini bado tunawapa nafasi kubwa. Wakubwa wenyewe tunaweza kusema, kwa sababu wao ni wakubwa, utake usitake Simba au Yanga kuwashindanisha na timu hizi bado wana nafasi ndogo za kuweza kupata ushindi. Kwa hiyo bado nafasi nawapa Yanga na Simba katika hizo mechi zao. E, unamaanisha mchezo wa dabi unaweza ukaamua nani atakuwa bingwa msimu huu? Inawezekana e, ikiwa hivyo, endapo hizi timu zote zikishinda mechi zao hizi mbili mbili, Yanga akishinda mechi zake hizo mbili na Simba akishinda mechi zake hizo mbili, bado watakuwa wamesitana kwa pointi moja. Sasa fainali itakuwa ni hiyo siku ya tarehe ishirini na tano <clears throat> na kama mechi ikiwa dro, basi Yanga atatangazwa kuwa bingwa kama Simba atashinda atatangazwa kwa bingwa. Simba na Yanga watahitaji washinde mechi zao ili fainali hiyo hiyo ije kuwa hiyo mechi ya mwisho. Endapo mtu atapoteza katika game hizi mbili, basi anaweza akajitoa katika ile kutafuta nafasi na na, ya ubingwa. Ni mechi ambazo zitakuwa zina ugumu, lakini urahisi utakuwa ni kwa wachezaji ndio wataziamua, kwa sababu Simba haikukubali kupoteza na Yanga nayo haikukubali kupoteza. Watataka fainali ije kuwa tarehe ishirini na tano ya mwezi huu ambao umepangwa sio mchezo ye Kiemba mm. yani mechi, yaani unajua, tumekuwa tukiota hapa kuhusiana na uh, ushiriki wa uh, klab zetu kwenye michuano mikubwa ya vilabu yeah. na nyakati ilifikia hatua tunaanza kusema bwana, inawezekana Simba na Yanga wakaja, wakaja kucheza fainali ya ligi ya mabingwa Afrika unajua yeah. kwa, kwa ile trendi ambayo walikuwa nayo unajua mm. eh, sasa fainali inawezekana ikawa ni Juni 25 katika ligi kuu, japokuwa mi nilikuwa na, na, na, na waza pia yeah kwa namna ambavyo hii mechi ilivyokuwa na matukio mengi ya nje ya uwanja kwa muda mrefu unajua mm -hmm. Yaani, kwa muda mrefu unajua, wachana na zile mechi ya miaka hiyo kwenye historia Kiemba, ambazo dabi wakati mwingine kuna timu ilikuwa unajua inaahirishwa, lakini haikuchukua simulizi ama stori kwa, kwa almost miezi mitatu kama ambavyo imetokea kwa hii dabi ya Juni ishirini na tano kwa hiyo kuna, kuna namna ambavyo nimekuwa ni, ni nime nikiwaza nikiingia kwenye mawazo ya baadhi ya mashabiki ambao wanahisi kwamba inawezekana hii mechi kupangiwa tarehe 25 na kuwa ndio mechi ya mwisho maybe, inaweza kuathiri trend ya timu hizi katika mechi mbili ambazo zimesalia hapa katikati, kabla nikiamini kwamba uh, inawezekana hata wachezaji na wenyewe wakaanza kucheza kwa hofu kwa hizi baadhi ya mechi. Inawezekana pia eh, makocha wakaficha silaha zao zile ambazo tumezoea kuzishuhudia vikosi eh, vya kwanza kwa ajili ya mechi hiyo ya fainali. Inawezekana yani, kuna kitu nakiona kwamba kini dua anasema kwa no, wewe mm, unasemaje kwa uzoefu wako? Yani unajua mechi zingine, mechi zote ambazo wanaendea hakuna ambaye tayari anauhakika na kuwa bingwa aani. Ingekuwa kuna tayari timu imeshatangaza ubingwa, labda yenyewe ingekuwa na nafasi mm. ya kufanya vitu vingine uh, kulingana tu na uhitaji, lakini unaona, wote wanahitaji kushinda mechi zote kabla ya kukutana mm. ili kuendelea kuwa na hayo uh, matumaini ya, ya kutoa ubingwa mm. kwao. Ni mechi ambazo kila mwalimu atahitaji kutumia silaha zake zote kuhakikisha anashinda mechi hizo mm. Mm na kuweza ku, eh, kwenda kwenye mechi ya mwisho akiwa bado ana matumaini ya kuwa bingwa. Uh, unaweza ukaona, labda unaweza ukaona kama Simba uh, wao wapinzani ambao wanacheza nao hmm. Unaweza uka, ukaona uh, aina ya ushindani ambao wanaweza wakautegemea kutoka huko eh, kwa sababu Simba wanacheza na Ken Gold. Ken Gold, Ken Gold ah. eh. yeah. yeah. si baba tayari yani, ni timu ambazo <coughs> hata namna yao kujikusanya kwa ajili ya kuendea mechi za mbili za mwisho uh, unaweza ukaona isikia yani ni timu ambazo sasa ziko kwa ajili ya kukwepa tu ile kanuni kwamba ujatokea kiwanjani. Lakini ukiangalia nini wanapata baada ya zile mechi yeah, hakuna ambacho kitabadilisha taswira ya msimu. Unajua, timu imeshuka, lakini wachezaji wanahitaji kubaki ligi kuu mechi mechi moja mechi 28 au mtu kama yule mshambuliaji ambaye alianza vizuri sana kwenye wakati ligi na inarejea baada ya michuano ya chani kuahirishwa, nani? Au sio, sio. Sasa, si miongoni mwa wachezaji wa ligi ilikuwa inachezwa hapo Dar es Salaam, wanacheza ndondo kwamba. Kwa wamasi masafa gani, unaweza ukaona ukaona namna ambavyo ya ushindani huko mwisho mm. una, unavyokuwa una ni kwamba tayari kuna timu zimeshajua uh, eneo lao yeah zinaweza zikaja zikawa hazina cha kupoteza, matokeo yake mechi ikawa ya tofauti. mm -hmm. Lakini kiwalisia ni kwamba hata wao hawajiandai kwenda kushindana, wanajiandaa yeah, mm -hmm. kukamilisha ratiba ya ligi mm -hmm. na wao kumaliza kuona wanawezaje msimu ujao kupambana championship kuweza kurudi. Kwa hiyo unaweza uka, ukaanza kuona hiyo picha mm -hmm. ushindani wa aina gani unaweza ukapatikana. Taarifa zilizopo kwamba Kenold hata kambi hawajaanza <laughs> <laughs> Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo uh, vinaweza vina, vina vikapelekea mechi hizo zikapoteza kile ambacho labda kama zingechezwa mapema ingeweza uh, kupatikana. Kwa hiyo unaweza kuona kuna upande huo, lakini unaweza <coughs> kuona Tanzania Prison anahitaji ana, ana, ana kubaki kwenye ligi na ana mechi mbili yes. mechi dhidi ya Yanga na mechi dhidi ya Singida zote big, wanataka kubaki kubaki, kubaki. kubaki. Hmm. Hmm. Dodoma jiji wn wow, nakumbuka na mm. Ah, eh, na Kiemba alisema tuweke hata nyumba alikuwa na msikilizaji yeah. Weka nyumba mm. Story ah, ah. Eh. Yani Yanga akifungwa na Prison ndo stori inakuwa kubwa. Mimi si nasema, yani Yanga kumfunga Prison sio story, sawa. Story kubwa hapa ni Yanga atakapofungwa na Prison au sare itakuwa yeah. stori kubwa kwa sababu ukianza kuwaweka kwenye mizani <coughs> uh, moja kwa moja asilimia kubwa anachukua Yanga mm. za ushindi yani mm. kwenye mia ile utaona watazigawa zaidi ya hamsini kwenda Yanga, edha ni sabini ni themanini mm. utawapa Yanga za ushindi, Prison utawapa ishirini mm. au utawapa sitini ishirini nani na, na, na, za sare pale utagawa mm. yeah. Kwayo, kwa hiyo kiujumla ni kwamba ligi inapoenda timu zinahitaji kushinda, kubaki kama ni alama moja hii ambao wanazidiana mpaka wanakutana. mm. inabasi kubaki moja. mm. inabakije? Sasa ni kwa walimu kutumia silaha zote kuhakikisha, mm. wanakwenda kushindana na kupata matokeo ni ushindi tu. mm. Yani timu hizi kinachotakiwa ni ushindi tu ili tushuhudie finali kwenye dabi. Hivi kuna athari chanya na athari yeah. ligi kumalizika kwa, kwa, kwa mchezo ambao unakwenda kwa mlio kama finali Hmm. Athari yeah, hasi ni zipi, na chanya ni zipi? Athari guaranteed zipo, na kama ulivyogusia chanya na hasi zote zipo pia, kwa maana ya kwamba uh, tukianzia kwenye upande wa hasi, upande mbaya, nafikiri wazo la mchezo huu uh, kuwa umeairishwa mara nyingi kidogo kuna namna fulani inapunguza ile ladha ya huu mchezo uh, kuwa wa mwisho, kwa maana ya kwamba kwenye vichwa vya Tanzania, wadau wa michezo wa Tanzania, kabla ya wiki hii, hawakuwa wakijua kwamba huu mchezo utakuwa wa mwisho kwenye ligi hmm. Kwa hiyo uh, kwa na moja ama nyingine, ili jambo kuja kwenye namna ya ghafla kidogo uh, lina athiri ile, unaweza kusema ile chachu kwamba matarajio sasa unakwenda kushuhudia sasa, sasa, unajua umechapitishwa vitu vingi kwa sababu uh, watu wanafikiria, mashabiki kwa mashabiki, it's okay kwamba watatuanga watakuepo, wachezaji timu zote zita show up, lakini kwa wachezaji wamepitia vitu vingi sana kuelekea kwenye hii game, vitu vingi sana mm. uh, takribani miezi mitatu ambayo hawako mm. sure kama mchezo lini utachezwa, psychologically hawawi kwenye eneo huru kuweza kupata ubora wa kutosha. Kwa mfano uh, Simba walikuwa tayari wameingia kambini kwa ajili ya huu mchezo, na unajua timu zetu zikiingia kambini kwa ajili ya game ya test hii zinavyokuwa mm. Uh, wachezaji wanaweza wakati mwingine wakapokwa hadi simu, wachezaji wanaweza wakanyimwa rutini zao za kawaida, ile babu ikawa ina tight kweli kweli uh, kwenye namna fulani ambayo watu hawaruhusiwi kula na uhuru ule wa, wa, wa siku zote ambao unafahamika uh, kuweza kuzurura kama ambavyo unaweza uka, uka, ukafahamu labda Simba wakiwa wanacheza na Kagera ama Yanga wakiwa wanacheza na Kagera. Kwa hiyo ni kwa mazingira ya namna hiyo kampista ndicho mm. ambacho najaribu kukiwaza kwamba uh, wachezaji mashabiki wanaweza kuwa tayari hawajaathirika mm. lakini, uh, wachezaji kwenye game yenyewe wao wakashindwa ku show up kama ambavyo wangekuwa wanafahamu tangu mwanzo, uratiba iko hivi na matarajio yako hivi. Kwa hiyo athari yake nafikiri iko hapo, kwa maana ya kwamba uh, kisaikolojia wachezaji kidogo hii ni gemu ambayo inakuja ambayo wameingojia sana na ambayo pengine uh, walitamani ije mapema, na kama wangefahamu mapema ingekuwa beta, lakini kwenye positive, ni kwamba uh, piga huwa garagaza as long as Simba na Yanga wanacheza mm. ni kari ya kodabi ambayo tactics yake haiwezi kuja kubadilika. Kwa hiyo, on the positive note, ni kwamba huu ni mchezo ambao lazima utakuwa na mvuto wa kipekee, lakini pia kuwa na ile sensi ya fainali ama kuwa na sensi ya kuamua ubingwa kama Simba Sports na Yanga wote watakusanya alama sita, kuelekea kwenye mchezo huo. Uh, itakuwa na mvuto of course, lazima tukubali hilo, lakini pia uh, najaribu kuwaza wazo la kwamba unashinda kikombe kwa kumfunga mpinzani wako ambaye ni mkubwa zaidi kwenye soka la Tanzania, lakini pia uh, on top of kutoa kikombe unashinda Kariakoo Derby ambayo by the way kuna, kuna kwa, miaka ya nyuma kampista eh kwa, miaka ya nyuma kampista imekuwa, kuna yale mazingira kwamba uh, kuna nyakati Simba anaweza akatoa ubingwa, lakini kwa sababu amefungwa na Yanga kwenye Kariakoo Derby, ubingwa usio na thamani kubwa kwa mashabiki wake, sahihi. Lakini pia kuna nyakati ambazo Yanga ameshinda ubingwa akapoteza kwa Simba Sports kwenye Kariakoo Dabi, ubingwa wake ukakosa thamani kwa mashabiki hiyo. Ah, hii ni mechi ambayo inakupa fursa wewe Simba au Yanga kupata yote kwa pamoja ah. kwamba unampiga mpinzani, uh -huh. bragging right ya kwanza mitaani weza ni trigger una jangwani weza ni msimbazi lakini pia unapata kikombe cha ligi kuu msimu wa 24 25, hiyo ni bragging right ya pili ambayo inakufanya utembee ukiwa na makwapa yamevimba kama wewe ah, ni shabiki wa Simba ama wa, wa, wa, wa Simba Sports, kwa hiyo I mean Young Africans. Kwa hiyo ni mchezo ambao una mvuto kwa namna hiyo, na positive note yake ni uh, mtaji na matokeo hayo. Kiemba, hii mechi pia kupigwa mwisho wa, wa msimu ambayo ikimalizika kwa, kwa timu moja kushinda na kuchukua ubingwa yeah, inaweza pia kusambaratisha umoja na mshikamano kwa moja ya klabu ambayo itapoteza eh, katika mchezo huo. Inategemea na maji ni ya upotezaji, kama ni moja bila haiwezi kuwasambaratisha yeah. Yeah. Tano ano ndo huwa tano ndo zinatolewa. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kafara <laughs> yani kila tano zilikuwa <laughs> na kafara yake okay. kwa hiyo kwa moja bila itakuwa ni matokeo ya kawaida na watu wata, itabaki tu ile mmetubahatisha, tutakutana msimu ujao okay. yeah. so, bwana leo ni tarehe kumi na nne zimeselea siku nane ya tisa inakwenda kupigwa tuendelea kupata tathmini ya dabi ya, ya Kariakoo eh, kuna kosports extra Clouds FM, wewe kwa mtazamo wako eh, umepokeaje dabi kuwa ni mechi ya mwisho? na, na na, mashaka unajua kuna wakati mwingine mashabiki mm. eh, mechi kwamba inakwenda kuamua kila kitu sawa, ni mechi ambayo inaweza kuwafanya mashabiki wakajitokeza kwa wingi, kwa, kwa sababu kila mmoja anatamani kwenda kushuhudia kina, kinachokwenda kutokea yes. Lakini wenye roho nyepesi wanaweza kabaki nyumbani na, na wengi watavutwa na hizo mechi mbili, yani timu yake inafanya nini hizi mechi mbili za, za, za mwisho ya, yani kile ambacho kitafanyika kwa hizo mechi mbili mm. na kitampa nguvu ya ya kunyanyuka jezi ya timu yake na kwenda Benjamin Cup lakini <laughs> <laughs> Kiemba, unajua, ukiwalisia mimi sioni ya. sioni Dodoma, sioni Ken Gold, sioni Prisons wala Kagera wakitunyima ile tight dabi kwamba tofauti ya alama moja, yani sioni hata display yani, yani unajua timu inavyocheza hey, mm, yani so so, iatimu inavyocheza nah, kwa namna ambavyo unaona timu yangu imecheza mechi mm, mbili hizi utajua hey. ah. <laughs> ukoko kuna <tutajua laughs> hey, namna uh, ambavyo na unaweza ukaona timu walau ijapo imeshinda lakini namna ambavyo ulivyoona ukaseiita ah, mm. ishina tanoi tunashinda tuna lakini tunatoka tuko hoi, alafu nawaza kitu kingine pia. Unajua hata kuna hii concept ya uh, losers and winners imeongezeka baada ya hichi ambacho kimetokea kwenye sakata la Young Africans na shirikisho, Young Africans na TPLB NTFF kiujumla, uh, Simba Sports pia na wenyewe, uh, baina yao na shirikisho, baina yao na TPLB. Kuna sense huko mitaani kwamba Yanga amekuwa washindi wakubwa yani wao mahitaji yao yamefanyika ya me, ya ya ama yametimizwa kwa nafasi. Mahitaji ya yanga ilikuwa ni alama tatu. Kwani alikuwa anadai nani eh? Kwani hili sakata nani alikuwa anadai yani? kwa ambacho kimetokea uh, wiki hii yanga yanga, sisi ndio tunakuja. Nani alikuwa analalamika na kudai vitu? si alikuwa yanga. Sasa ndio aliyepata, atapewa mtu ambaye hajalalamika. Sawa, ndio maana semaje yani, ukienda huko ukienda huko mtaani mazungumzo yanawataja Young Africans kama big winners. Yeah. Kwamba uh, TPLB mwenyekiti wametii, TPLB mwenyekiti ayupo tena, wa, wa, wa, wa, wa e, tena yeah. eh, katibu mtendaji amesimamishwa, no, I mean, I mean, ame yeah. lakini pia uh, mchezo haujafanyika Juni 15 umesogezwa mbele sasa yeah. kwenye hiyo hiyo pia saiko kuna kundi la mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba ambao na wenyewe pia wanajiita kama winners, kwenye hili sakata mchezo ambao ulipaswa kuchezwa Machi nane au kuchezwa ulisogezwa mbele, wakashinda yeah. kwa sababu ya shinikizo lao, mm. Lakini pia uh, aliyewazuia kuingia kiwanjani meneja wa uwanja mm. Naye pia ame, ame, unajua hayupo kwenye nafasi yake sasa hivi, kuna mtu mpya pale mm. Kwa hiyo na wenyewe wanajiona kama kuna nafasi fani ya ushindi. Kwa hiyo kuelekea kwenye huu mchezo wa mwisho wa maamuzi mm. itakuwa pia ni nafasi ya kuongeza icing kwenye keki mm. kwamba kati ya Young Africans na Simba pengine ni upi ambaye anamaliza, anamaliza kwenye noti ambayo ni bora zaidi. Yanga kulikuwa na dabi ya, ya, ya, ya kugomea. Kwa hiyo eh, eh, kila mmoja ameshinda. Aligoma Machi nane mwingine, kila mtu ameshinda upande wa 15 eh, kwa hiyo katika mazingira kama hayo eh, unajaribu kuwaza huu mchezo pia. Imagine kwa mfano kwa sasa hivi eh, kwenye kete pale kwenye chessboard mm. Simba ndio kama yuko nyuma kwa sababu Yanga wamesawazisha, kwa hiyo ah, mara zote anayetokea nyuma anakuwa hatari zaidi. Anakuwa na advantage fulani kwa sababu hiyo. Sasa kwenye hii game, kama Yanga atakwenda atatoa kikombe. Kuna vitu vingi sana vitazungumzika. Simba alikuwa anajitazama kama huu msimu anakwenda kufanya mapinduzi ya misimu mitatu iliyopita ya ligi kuu Tanzania bara ya soka la Tanzania. Anasema wanajenga timu. Wewe unawalisha maneno. Ah, ah, walikuwa wanajenga timu. Kaka, hiyo si kwa mwanzoni mwa msimu, katikati mwa msimu watu wanaanza kubadilisha sentence. Simba walikuwa wanajenga timu, walibadilisha sentensi wakasema wanataka ndoo. Kwa hiyo kama wataikosa ndoo. Sasa kwa ma, kwa kwa namna ambavyo walikuwa wanaenda ilikuwa <laughs> eh, inaanza kuwapa matumaini si hata ubingwa wa Afrika walikuwa wanafikia mautaka, kwa kuwashirikisha. Ah, sasa ndo walipo sasa hivi kwamba. Eh, ndo walipo sasa hivi <laughs> kwamba Yaani wapo kwenye hao matarajio. Au bado wapo kwenye matarajio tunajenga timu? Bado wanajenga. Wanajenga timu. Si nasikia kuna majina yanazungumzwa sasa hivi mara siju hata anaachwa sio? Bado wanajenga yo timu. Wakichukua itakuwa ni bonus. Kabisa. Na eh, mm. <laughs> Bwana, <laughs> hii ni Sports Extra ya Clouds FM tunaendelea kuzungumza michezo na kukumbusha budget kuu ya mchongopesa ipo kwenye budget kuu ya mchongopesa leo, kwenye super weekend jackpot, waziri wa fedha ametenga milioni mia mbili kwa ajili ya Tanzania, mia moja Uh, yani milioni mbili kwa kila mmoja. Uh, kauli ile, ile Kiemba mm -hmm. Masala kumwachia Mungu wakati ametupa mamlaka mm -hmm. Uh, inakuwa uwezi oh. Kulala, kulala ndani tu au unasema unaenda kulala kwenye nyumba ya ibada mm -hmm. Alafu unasema Mungu atashusha chakula hapo, ni kweli, anaweza lakini ameacha Mwenyezi Mungu uweza kukuletea chakula hapo ulipo hapo, hapo, anaweza uh -huh lakini amekuachia na wewe jitihada kidogo ufanye za kibinadamu mm, kuliko kukaa tu na kusema kwamba Mungu naomba, Mungu naomba. yeah, unaomba huku unaweka jitihada. Kwao kuna kile ambacho mwanadamu kipande chake ndio alafu, ukishamaliza ile ambayo ni wajibu wako eh, subiri haki yako kutoka kwa Mungu sahi, sababu kuna haki na ya wajibu mm. Yani wewe we kupata riziki ni haki yako, lakini wajibu wako ni upi? <laughs> chongo pesa ipo hapa wajibu wako ni kucheza kwa buku au sio bwana haki yako ni pale ambapo bahati yako itakuwa imefikia ya wewe uweze kushinda kama yeah. natumia mpesa unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli chagua nne lipa kwa mpesa chagua nne weka namba ya kampuni 3213